Katika Instagram yetu ya Success Path Network, ambayo ni success path underscore network, ilipost kapicha kapicha fulani hivi kapicha fulani hivi yani kapicha fulani kanasema, tutakaeka hapo juu, kanasema do something today that your future self will thank you for, kwamba fanya kitu leo ambacho your future self, yani wewe wa baadaye, ambacho wewe utajishukuru baadaye zaidi. Sawa, kwenye caption nikaandika hivi. Fanya kitu leo ambacho kesho utajishukuru mwenyewe kwa kufanya hivyo. Vitu hivi viko vingi sana. Vitu vi, yaani vitu hivi ambavyo ambavyo unaweza kufanya leo ili your future self kwamba wewe kesho utakuja kujishukuru sana au kujichukia sana kwa kufifanya. Vitu hivi viko vingi sana. Kwa hiyo leo nataka tuangalie vitu hivi vizuri ambavyo, je, ni vitu gani ambavyo tukivifanya, kesho ikifika, sisi wenyewe tutajishukuru sana kwa kuvifanya vitu hivyo. Karibu sana. A quote ambayo nimeanza nayo leo inasema do something in the day that your future self will thank you for. Fanya kitu leo ambacho kesho wewe utajishukuru sana kwa kufanya vitu hivyo. Kwamba kwa, wow, ukiangalia nyuma unaona wow. Kwa kweli namshukuru sana Mungu alinipa nguvu na akili ya kufanya vitu hivi wakati huo, kwa sababu leo na enjoy matunda yake. Vitu hivyo viko vingi sana. Kwenye Instagram niliwaomba pale, watu nikasema, niandikie hapo chini vitu hivyo lakini mimi nilianza kutaja kimoja, nikamwambia hebu lete vingine pia. Unafikiri ni vitu gani ambavyo tukifanya leo uh, kesho tunaweza kujishukuru kwa watu? Unaona watu wanaendelea huko, ningepata comments ningekujazwa, lakini paka sasa hivi inakuja hapa, nafikiri hakuna comment yote kwa sababu sio muda mrefu sana nimepost. So jambo la kwanza ambalo ukilifanya leo, naamini kabisa kwamba your future self will thank you for, wewe mwenyewe utajishukuru kesho, ni kwamba ukijenga tabia ya kukamilisha majukumu yako kwa wakati. majukumu ni pamoja na tunaamini kwamba majukumu mazuri yaani ili, ili uyafuatilie vizuri lazima utengeneze ratiba. Ratiba, watu wengi sana hawajazoea kuwa na ratiba. Ina maana watu wamezoea tu kuamka na kufanya mambo kiholela. Tukiweka sawa sawa katika lugha moja na neno la Kiswahili ambalo sio hamalimuumizi yoyote kwamba kiholela yaani tunafanya fanya au tunaenda na kile ambacho kipo mbele yetu, si ndio? Kwa hiyo ukiwa na ratiba ni rahisi zaidi kujua kwamba kwa, kwa muda huu sifai kufanya hiki au muda huu sifai kwenda huku au kule. Nahitaji kukaa chini na kufanya kitu fulani. Kwa hiyo hiyo itakusaidia kuweza kutengeneza kitu ambacho kesho ikifika wewe utakuja kujishukuru na kesho nayoongelea ni uzee unakuja. Age is coming. We are aging up. Hatuendi chini kwamba umri unapungua. Jambo la pili, fanya mazoezi kwa afya yako. Kila siku at least fanya mazoezi. Unajua, niliwahi kusoma sehemu kwenye article fulani ya watu wa wataalamu wa masuala ya afya wakawa wanasisitiza kuhusiana na mazoezi na wakasema hivi, na hii inaweza kumsaidia mtu, same take this point kwamba kama unaona una uvivu basi tenga nusu saa at least siku tatu kila wiki. Wiki ina siku saba, sawa? Kwa hiyo katika zile siku saba tenga siku tatu tu ufanye mazoezi hata nusu saa hata. Ndugu yangu Noel hapo nyuma ya kamera ameniambia tayari kashaanza mazoezi japo sio ya kukimbia. Ameanza tu ndani pale taratibu anapiga piga push up nini, japo siku ya kwanza anajua <laughs> yeah, mwenyewe kilichotokea. Lakini siku ya kwanza huwa ngumu, siku ya pili huwa ngumu, siku ya tatu huwa ngumu, siku ya nne inaanza kuwa rahisi, siku ya tano huwa ngumu sana kwa sababu siku hiyo unaenda usifanye kabisa ya... Kwa hiyo mazoezi ni kitu bora sana. Kwa nini? Kwa sababu huu mwili huu ni wangu. Sasa kwa hiyo wewe unaweza kushika wako, sawa? Huo mwili wa kwako unauhitaji sana katika miangaiko yako, katika kuchakalika kwako, katika kutafuta maisha, namna ambavyo unatafuta katika kuishi kwa namna bora zaidi una uhitaji wa mwili. Tukiuendea vibaya, mwili wetu utatukwamisha kwa sababu tutapata magonjwa, tutaugua, tutakuwa na mwili wa kizembe, utaanza kupata kitambi. Pole washikaji wenye vitambi. Noma, fanyeni mazoezi, kinaondoka hicho. Sawa. Kwa nini kitambi sio dili? Watu wengi, oh mwenye kitambi ana hela, nani kasema? Njooni kuonyesha machizi wembamba kabla, babaya, wana mkao wa kutosha hata uwe sabiki. Kwa hiyo yale ni magonjwa yanakuepo, unakuta yale ni mafuta mengi yamejaa kwa hiyo nafikiri zama hizi watu wengi washaelewa kwamba kitambi siyo dili. Sawa sawa. Na sio dili kabisa, hata kwenye masuala mengine ya mahusiano, kwa tulio oa tunajua kitambi kinazingua. Sawa, twende mbele. Na pointi ya tatu ambayo inaweza ikakusaidia wewe ukajishukuru sana kesho yako ni kwamba unatakiwa uwe na malengo, yaani usiishi tu hivi hivi. Kwenye jambo la pili, la kwanza pale, nilisema uandike ratiba sasa lakini ratiba ukiwa na malengo sasa una ratiba vitu hivi kombaini unatengeneza bonge moja ya silaha ya kuangamiza maadui wote ambao wa wanakuja kwenye mafanikio yako. Sawa, kwa hiyo kuwa na malengo, kuwa na malengo ya muda mfupi, kuwa na malengo ya wastani, na kuwa na malengo ya muda mrefu zaidi. Malengo ya muda mrefu zaidi kwamba labda ya, kuendea vile vitu vikubwa zaidi kwamba labda nataka kumiliki nyumba ya namna fulani baada ya muda fulani, nataka niishi maisha ya namna fulani, ni, niwe na kitu fulani. Lakini vitu kama kipato, haya ni malengo ya muda mfupi, kwamba unaweka kwamba nataka miezi miwili ijayo kipato changu kimechenji labda Uh, uh, tuweze kufikia income hii au sio? Kwa hiyo siku zote, hakikisha una malengo. Na uzuri ni kwamba hizi pointi zote ninazotaja moja moja hapa kuna masomo karibu ya kila pointi moja kwenye channel hii ya Success Path Network inagusia moja moja, kila kitu. Kitu kingine ni jifunze sana kutunza fedha au jifunze sana kutumia fedha, yani uwe na elimu sahihi ya fedha. Kwenye channel hii kuna video nyingi sana zinazoongelea Elimu ya fedha. Zinafundisha elimu ya fedha. Kuna vitabu tumeviongelea vya elimu ya fedha. Yupo mdogo wangu Victor Mwambeni ameongelea pia video nyingi sana za masuala ya fedha, jinsi ya kutunza fedha, jinsi ya kupata pesa, jinsi ya kuzalisha pesa. Unawezaje kupata pesa ikiwa huna pesa, huna kazi, unawezaje? Ziko video. Kwa hiyo jifunze maarifa hayo, sawa sawa? Kitu kingine wasiliana sana na watu wako wa karibu, wasiliana sana na familia au marafiki wale wa kweli wale wa karibu hakikisha na unawasiliana nao, ni kitu kizuri ambacho itakusaidia sana kesho, uje ujishukuru kwa nini ulifanya hivyo. Kitu kingine soma vitabu au kujifunza ujuzi fulani mpya. Yes, read books every day. Ee soma kila siku, jitengee. Yaani anza taratibu, huwezi anza kusoma peji moja. Just read a page per day. Utaanza kuona mambo yanaanza kubadilika taratibu kwa sababu kitabu bwana kina tabia moja. Unaanza kusoma kama hujazoea, unajikuta ukisoma tu peji ya kwanza ya pili, unaanza kulala. Kwa hiyo wewe soma tuendelea, baadaye utazoea na uta utaona mafanikio ni mengi sana kwenye kitabu. Ukianza kusoma, mabadiliko makubwa sana utayapata wewe mwenyewe. Kitu kingine, tenga muda wa kufurahi, kujipa raha, yani ile wewe mwenyewe unajua. Sometimes kama mimi na Noel hapa tunakaa, tunajifungia, tunapiga kazi nyingi, tunarekodi video nyingi mzee, bado sikumbuki hata mara ya mwisho lini kama labda tume tume, tume kula happy nini, you know? Na hii kula happy sio kwamba yani kwenda kunywa sijuma nini huko, na tuongelee mambo hayo sasa kula hapi unaweza tu mkaenda zako sehemu mkatulia, mkafanya vitu vizuri, mkaa chakula kizuri kwamba leo, let's go somewhere tukale sehemu nje au an outing, mkatoka tu mkaenda kufurahi, mkaenda kwenye michezo, mkaenda baharini, mkaenda popote. Kuna vitu vingi mnaweza kufanya vile vitu ambavyo usalama. Jipe raha salama, sawa sawa, usiende kwenye raha nyingine ambazo hazieleweki. Alafu kitu kingine ambacho kinaweza kuwa kikubwa zaidi, kama uwezi kufanya kwa watu wengi, tafuta hata mtu mmoja umfanyie kitu kizuri cha thamani kwenye maisha yake ambaye yeye unahakika, unahakika kabisa kwamba atakushukuru sana na sio tu hapo atakuombea dua sana kwa Mwenyezi Mungu ili mambo mengi yafunguke. Njia moja bora sana ya kuona kwamba maisha yako ni mazuri siku zote angalia wale walio chini yako wewe. Achana na kuangalia watu wanaokuzidi maisha. Ukiangalia watu wanaokuzidi utaishia kukufuru hata Mwenyezi Mungu, utaona kama mimi Mungu, mbona anioni? Mimi mbona asali sana. Nimetulia hapa sifanyi sijui mambo gani. Mbona mimi sifanikiwi hivyo? Mbona mimi siendeshi ndinga kali? Sijui nini. Mbona, yani kuna list ya mambo mengi sana. Sio kila unayemwona anaishi vizuri ana vitu vizuri kwamba eti yuko sawa au ana. It doesn't mean. Lakini ukiangalia watu wa chini unao wazidi, siku zote watakukumbusha, ah, eh, bwana cheki wale wanavyohangaika, kumbe bora mimi bado nimepata hata chakula na sehemu nzuri ya kulala. Ah, mimi kumbe niko bora zaidi. So namshukuru sana Mungu kwa hali hii. Kwa hiyo tafuta mtu mmoja mshike, kutoa sio utajiri, kutoa ni moyo. Kwa hiyo katika kile kidogo ulicho nacho tafuta mtu mmoja umsaidie, sawa? Naomba ni nikuongeze na, ili ni bonus kutoka kwangu mimi, ibada, mkumbuke Mwenyezi Mungu aliyekuumba, fanya ibada kila siku, okay. Success Path Network, each one teach one. Lilo lojifunza vizuri zaidi, tuwekee chini kwenye comments na sisi tusome. Till next time.